Ukiona mlio kapigwa. Sasa tunawaomba sana sisi, tutaendelea kulinda amani na utulivu wa taifa letu, na hatutokuwa tayari, ndugu zangu wa Tanzania, vijana wangu. Tunashukuru, tuna vijana wa kiume wanaoandamana wanatafuta kiki, sio kwenye maandamano, wana...